aki wote ambao ni wadau na wanachama wa jukwaa hili wanaume wenzangu, masuka iokomdani wageni waalikwa, wakina baba pigeni makofu. <coughs> mshauri rasmi, leo ni siku ya pekee kabisa kwamba mkoa wangu wa Dodoma umepata heshima ya kutano huu wa uzinduzi wa siku ya mwanamke wa Dodoma. Dodoma, Dodoma! Samia, Samia! Sasa siku moja wakina mama walikuwa wanaelezana kwamba kuna mikoa inajua kupita vigelegele kwa mikoa mingine. Wahaya wakasema, sisi wenyewe siatakulibas

rasmi ni. Naomba nianze kwa kutoa shukrani nyingi kwa niaba ya wazee wote na hususan wanaume wote, maana hii jambo la kina mama na sisi wanaume tumealikwa ndani kwa mwaliko huu ambao kwa hakika hatukuutarajia ili kwa pamoja tuweze kufurahia azma mlionayo lakini pia tunafurahi kwamba kwa mwaliko niliyopata nikasema, kwa niaba ya mzee Paulo Petro Kimiti, waziri mstaafu, ambaye ni mwenyekiti wa taasisi yetu taifa, na kwa niaba ya Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda, waziri mkuu mstaafu, ambaye ni mwenyekiti wa bodi yetu kamati ymraji ya taifa, uongozi wa mkoa wa Dodoma na wanachama wote Eh, wa taasisi kumkubwa wa Nyerere wakiwepo wanawake na Mwalimu Nyerere, nimesimama hapa kwa heshima kubwa kutoa salamu, salamu. Loruma, na salamu hizi ni shukrani kwenu nyinyi wanajukua, hasa tunawapa salamu kwa sababu mnaitangaza Dodoma na mnatangaza heshima ya mwanamke, kila mtu hapa kwa sababu mwanamke, hata sisi wanaume hujikwaa Siukaneni, hatusemi abawe lakini, <laughs> haya ni mapenzi ya Mungu, pigieni makofi tena kwa wanawake <laughs> ninaomba nianze kutoa salamu za taasisi yetu kwamba sisi tunafurahiwa sana kwa kuamua kuwa na jukwaa kama hili, na hasa likuamua kiuchumi ishirini na tano, Samia tena aweze kuendeleza yale aliyofanya miaka mine. Naomba tupige makofi mengi sana kwa mheshimiwa rais. Lakini la pili, wanawake, nimesema ni jeshi kubwa, ni taifa kubwa, ndio mkiamua mnaweza. Nashukuru ule useme, akiwezeshwa anaweza. Hiyo tumeshafuta, mkiamua naweza sisi kama taasisi tunasema leo mmetisha, kwa sababu uwepo wenu kwa wingi inaonyesha utayari wenu katika kujenga taifa letu. <laughs> Mwaka 19 bai mwalimu wa wamaliuar mwalee watoto wetu katika uchanga wao, mwalehe vijana wetu katika udogo wao, kabla hawajafikia ule umri wa sisi kuchukua nafasi yetu. Pamoja na nyinyi, pamoja tunaomba mwalehe watoto wetu kupitia utamaduni na maadili ya Mtanzania yaliyo mazuri na waleani watoto, nani anayofundisha watoto kujiba nyimbo za adamu eh, nao eh, sasa ametufundisha mwenzetu hapa wale wa walewaamisingio, sisi kama taasisi mtaungana nani, na tunaanza safari ya kwanza kutoa mada mbalimbali kwenye shule, kwenye vyuo vikuu ili jamii yetu kweli waishi na walelewe katika visingi vya Kitanzania na maadili ya Mtanzania na <laughs> lakini, kwa nafasi yangu pia kama mwenyekiti mpaka mwenyekiti wa baraza la wazee wa CCM mkoa wa Dodoma navyoendesha mambo kwa haki na kwa upendo mkubwa. Hivyo mi sisi leo nasema wa, na wanawake mmeshatoa ahadi kwamba mtamuunga mkono mama Samia. Hasa nasema sisi tunaomba wazee, tunaomba kampeni zetu kwa wote wanaohusika na chama changu ambacho mi nipo, nina hakika ili tumeshaelekezwa na mwenyekiti mwenyewe wa taifa, tupige kampeni za amani Tushindane bila kugombana, tuchague viongozi bora. Mwaka huu tulipokuwa tuna mwenzi baba wa taifa wa miaka mia moja kumi na tatu tulisema chagua viongozi bora kwa ustawi wa jamii na maendeleo endelevu ya taifa letu, chini ya mwamvuli wa mgeni rasmi mkuu wetu wa mkoa. Nina hakika atatueleza na kutuongoza vizuri, ili mkoa wa Dodoma uibuke kwa mazuri yote na kupate viongozi wazuri.

Sijui wanasema na ukatili huko oh. Maana kama ni meshi sasa, manake ni Mavunde yumo hasa. Mimi tafurahi baadaye akifanya vizuri kwamba ukatili si wanaume, hata wanawake. Kwa hiyo sisi kama chama cha wanaume wazee elosmaa kati wangu na mume mtemo pale anaitwa John, kati wangu na pale mume shiikana mambo ya usalama na zetu amba mgae sisi, tunawaomba tunawaomba tumieni majukwaa yenu na nafasi yenu, tutumie lugha. Baadhi ya wanawake na baadhi ya wanaume wanaofanya ukatili tuwapingi kwa pamoja, pamula tukomeze ukatili kwa sababu kiwa na Mungu atabarikiwa na Mwenyezi Mungu. Kama unafanya ukatili, hutaenda mbinguni kufanya mambo ya ukatili, lakini kwa upendo kwa wenzake, Mungu anakubariki. Sisi chama chetu tutakuwa mstari wa mbele kuungana naye akina mama au mwanaume au mwanamke anayefanya ukatili. Sauti ya wazee itasikika kupinga hayo mambo na kuwasaidia kuona kwamba taifa letu kwa taifa la amani kweli. Mungu awabariki sana, tukumbuke, watoto wanajifunza kwetu mambo mabaya na mambo mazuri, na ukijifunza na ukifanya mambo mabaya, nitakurudia tu wewe, wanasema. Kwa hiyo chetuwe pamoja katika kuwatunza watoto wetu ili taifa bora na wenye watutunzi sasa. Nilikuwa naomba nimalize kwa mbolezo mmoja.

inadhihirisha watu hapa, mwanamke anayo nguvu ya ziada. Piga makofi <coughs> na vigeregere. Sasa naomba mtumie hiyo nafasi kuwepewa na, na Mwenyezi Mungu, tumie fursa hiyo kwa maendeleo ya nchi yetu na kwa ustawi wa taifa letu. Mungu awabariki sana. mjaruo <coughs> mmoja <coughs>

Fanye kazi ya ziada, nimeshangaa na kiongozi wangu yupo, naomba tufanye kazi ya ziada. Kwa heshima kubwa, hadhara hii, kila mama hawa wanaombalioko ndani na nje ya Dodoma na, na, na kwa wa Dodoma wanategemea kusikia hotuba iliyo nzuri kabisa, ambayo utatuongoza wote tulitunze taifa letu na tuweze kuliinua kiuchumi na kimaadili. Nayo heshima sasa kubwa na taadhima, ni kuombe mbele ya hadhara hii uje uzungumze na wanawake hawa wanajukwa na Watanzania wote. Tafadhali naomba tusimame ili tuweze kumpa makofi mengi na kigelegele anapokuja na